Studio, asante mdogo uh, wetu umesafiri kutoka mbali sana, lakini pia tunapenda na tungependa zaidi kusikia sauti yako, ikiwezekana utaje hata namba zako za simu. Naomba tushike simu zetu, karibu sana. Naomba kamata simu yako, usije ukasahau, lakini usije ukabibu. Karibu, karibu sana, mdogo wetu. Mesikia? Ehe, we umetokea wapi mwenzetu? umetokea Shinyanga? umetokea Shinyanga, umemwacha au umekuja au una eh, sina haya, namba chukua namba za simu sasa. Haya, wale wenye simu sasa, nafasi ndio hiyo, nafasi ndio hiyo. Ehe, mawasiliano yako, niseme sifuri. Asante sana basi, naomba kwa nafasi hii madamu Happy, niwaombe viongozi uh, kwa heshima na taadhima, ukiwa umeshikiwa sahani yako na yule ambaye umekuja naye, yeye ndiye atakua msaidizi wako. Basi niwaombe viongozi wangu, nikianza na afisa elimu kata, kata ya Ndara, moja kwa moja studio. Afisa elimu kata anasogea mbele kwa ajili ya kulishwa keki. Twende studio. Hey. Hey. Asante sana studio. Afisa mkata, usiondoke. Usiondoke hapa. Unajua watu ambao wanaona si kama unavyoona wewe wa kwanza ni aselimkata yani, yeye ya anaona mtu wa wita fulani na fulani, leo hayupo kazini. Naomba <laughs> tumpigie <laughs> makofi mengi na kuendelea, lakini pia